Hivi unafahamu kuwa ukiweza kupata elfu hamsini kwa siku kutokana na biashara hii ni sawasawa na milioni moja na laki tano kwa mwezi, ambazo ni pesa nyingi kiasi ya kuwa mameneja wachache sana hapa Tanzania wanaweza kupata hiyo pesa. Vijana wengi wanalalamika kuwa hakuna ajira, lakini ajira zipo barabarani jambo la msingi ni kuzitambua hizo ajira sasa unaweza ukajiajiri kwa kufanya biashara na kwenye kipindi cha leo nitaelezea biashara saba ambazo zinaweza kukufanya uweze kupata elfu hamsini kila siku au sawa na milioni moja laki tano kwa mwezi kwa hiyo kaa nami mpaka mwisho wa kipindi nitakuelezea hizo biashara saba karibu kwenye How to Start a Business Channel mahali tunapojifunza kujiajiri na kutengeneza pesa. Kama wewe ni mgeni, bonyeza kibofya cha subscribe. Sasa twende kwenye hesabu za shilingi elfu hamsini. Inaonekana ni nyingi kwa siku moja, lakini siri ni kuigawanya. Uhitaji mteja mmoja akupe hizo elfu hamsini. Unahitaji wateja hamsini tu wakupatie shilingi elfu moja kila mmoja, au wateja ishirini na tano wakupatie shilingi elfu mbili Hizi hapa ni biashara saba zinazoweza kufanya hivyo. Biashara ya kwanza ni wakala wa miamala. Sasa hii ikoje? Biashara ya kwanza ni kuwa wakala wa miamala ya simu mfano ni Mpesa, Tigo Pesa, Airtel Money na kadhalika. Siri ya shilingi elfu hamsini usitegemee kamisheni za kutoa au na kuweka tu. Siri ipo kwenye location, yaani eneo. Kama una kibanda stendi, sokoni au karibu na vyuo, unaweza kuhudumia watu zaidi ya 60 kwa siku. Ukiwa na mtaji wa mzunguko, yani floti wa kutosha angalau milioni mbili hadi tatu, kamisheni yako kwa siku inaweza kuvuka hiyo elfu hamsini hasa ukijumuisha na huduma za kibenki, yaani wakala wa benki. Biashara ya pili ni ya mamalishe au fast food ya kisasa. Hii nayo iko vipi? Biashara ya pili ni chakula watu lazima wale. Fikiria biashara ya chipsi mayai au mgahawa wa mchana karibu na maeneo ya ujenzi, gereji au ofisi. Sasa hebu tuangalie mchanganuo, sahani moja ikiuzwa ni shilingi elfu mbili mia tano au shilingi elfu tatu. Ukipata wateja 30 hadi 40 tu kwa siku ya wa mchana na jioni mauzo yako yanagonga zaidi ya laki moja. Sasa faida au profiti kwenye chakula mara nyingi ni asilimia kama 30 hadi 40. Hivyo ukiuza laki moja na nusu, faida yako safi ni hiyo shilingi elfu hamsini. Biashara ya tatu ni ya bodaboda, yaani mwenye pikipiki yake. Hii iko vipi? Biashara ya tatu ni bodaboda boda. Hapa nazungumzia mtu ambaye anamiliki pikipiki piki yake na hatakiwi kupeleka hesabu kwa bosi. Kwenye miji kama Dar es Salaam au Mwanza, safari za asubuhi na jioni wakati wa foleni ni pesa tupu. Sasa hebu tuangalie mchanganuo: ukifanya trip kumi hadi kumi na tano kwa siku kwa wastani wa shilingi elfu tatu hadi elfu tano unagonga hesabu ya mauzo ya shilingi elfu arobaini na tano hadi elfu sabini na tano Sasa ukitoa gharama za mafuta na matengenezo kati ya shilingi elfu arobaini hadi hamsini inabaki mfukoni mwako kama faida ambayo ni safi isiyokuwa na matatizo. Ya nne yani, ni kioski ya, ya dawa baridi pamoja na vocha hii, nayo iko vipi? Nne ni, ni, ni kioski cha dawa baridi pamoja na vocha. Haya ni maduka ya dawa muhimu, yakiunganishwa na vitu vidogo vidogo kama vile vocha au vinywaji. Hii inahitaji eneo la makazi ya watu wengi. Hapa faida haiji kwenye dawa pekee, inakuja kwenye volume, yaani ukubwa wa biashara. Mtu anakuja kununua panado, anachukua na maji na vocha. Mauzo ya siku yakifikia laki mbili, kitu ambacho ni cha kawaida kwa duka hili lililochangamka, faida yako inagusa elfu hamsini bila shida yoyote.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 Tano ni uuzaji wa matunda na mboga, yani genge la kisasa. Hii iko vipi? Namba tano ni uuzaji wa matunda na mboga, yaani genge la kisasa. Usidharau genge. Unajua kwa nini? Hii ni biashara inayozungusha pesa haraka, yani fast moving. Mbinu ya kupata elfu hamsini ikoje? Usiuze tu nyanya na vitunguu, weka matunda yaliyokatwa, yani kwa mfano, watermelon au nanasi nasi kwenye vikontena vya, vya shilingi elfu moja hadi elfu mbili Wapita njia wakiona na usafi na urahisi wa kula wananunua sana. Ukihudumia wateja hamsini wanaonunua paketi za matunda za shilingi elfu moja tayari hapo una shilingi elfu hamsini ya mauzo, bado mboga za jioni. Ya sita ni saluni. Sasa hii ni saluni ya kinyozi au hata saluni ya kike. Kwa upande wa kinyozi, yaani shop, kichwa kimoja ni wastan ya shilingi elfu mbili mpaka elfu tano kwa bei za mijini. Ukinyoa watu 15 tu kwa bei ya shilingi elfu tatu tayari hapo una shilingi elfu arobaini na tano. Ukiongeza huduma za kuosha au scrub ya uso mapato yanaongezeka. Siri hapa ni huduma kwa mteja, ili arudi tena na tena. Ya saba ni usambazaji wa bidhaa ndogondogo au kwa jina lingine zinaitwa snacks. Hii nayo inaelezea nini? Snacks inajumuisha vitu kama keki, maandazi, karanga, ubuyu na kadhalika. Badala ya kuuza wewe mwenyewe, unawapa wenye maduka wa kuuzie. Sasa hebu tuangalie hesabu. Ukisambaza pakti 100 za karanga au keki kwa maduka 20 tofauti, kila duka pakti 5, na faida yako kwa kila pakti ni shilingi 500 hapo tayari una shilingi elfu hamsini yako, safi kabisa, asubuhi na mapema. Hii inahitaji nguvu ya kuzunguka, lakini inalipa sana. Sasa nimekuelezea biashara saba ambazo zinaweza za kufanya ufanikiwe kupata elfu hamsini kila siku, ambao ni sawa na milioni moja na nusu kila mwezi. Sasa, kabla sijamaliza kipindi, nina wito hapa Zote hizi biashara saba zinawezekana, lakini siri kubwa ni kianzio na nidhamu ya pesa. Usidharau mwanzo mdogo. Je, kati ya hizi biashara saba ipi unaona inakufaa wewe kulingana na mazingira yako? Niandikie kwenye comments hapo chini, nitapitia na kujibu maswali kuanzisha biashara